Bwana, kiungo mshambuliaji wa klabu ya soka ya Simba Clatous Chota Chama amekiri kwamba haikuwa ngumu kwake kufanya maamuzi ya kurejea Simba licha ya kwamba alikuwa bado ana mkataba na timu nyingine kutokana na mapenzi aliyokuwa nayo ndani ya Simba, ikiwa ni siku moja baada ya utambulisho wake wa kurejea Simba. Chama pia amefunguka dhamira yake ya kurudi kuipambania tena timu hiyo ili kuifanya irudi kwenye furaha kushirikiana na wachezaji wenzake na, zoon, na, Simba, na. Matarajio mengi kutoka kwangu kutoka mm. kwa timu kutoka kwa viongozi kutoka mm. kwa mtu yoyote wenye anafanya kazi Simba mm. kwa sababu Simba yenyewe ni timu kubwa mm. kwa hiyo mimi siwezi kuahidi mengi mm. lakini naahidi commitment yangu mm. upendo wangu mm. na maombi yangu kwa Simba ili Simba iendelee kuwepo na kufanya makubwa. Kurejea kwangu mm. Kurudi Simba haijanichukua eh. Maamuzi magumu mm. Hata kidogo eh. Kweli tu mimi mwenyewe na watu wenye wako karibu sana na mimi wanajua mm. Mimi napenda Simba mm. Na hiyo imenisaidia sana mm. Kufanya maamuzi marahisi tu. Najua kurudi kwangu ilikuwa ngumu kidogo, kwa sababu tayari ilikuwa na timu nyingine mm. lakini kwa uwezo wa Mungu ilikuwa at least atlst in a mutual way mm. kwamba nimerudi simba kweli wana simba ni lazima wategemee yeah. kama hicho na hiyo ndio sababu hiyo yenye itaweza kunipush mimi kuwekeza nguvu na effort halafu na discipline mm. inawezekana na tuombe mungu tu matarajio ya simba yanakuwa makubwa sana mm. kwa hiyo results zenye tumepata hizi mechi za mwanzoni hizi kweli labda haijakuwa kubwa, lakini hmm, uwezo upo wa kubadilika, kuamka na kupambana tena. Nahisi mwisho hmm, wa msimu ndio, hmm, tunaweza kukaa chini kwa pamoja na kuona nini tulikuwa tunatarajia nini tumetimiza na nini tumekosa. Muda bado upo lakini tukisema mm. muda bado upo mm. uh, inamaanisha kwamba labda kama mm. ni kesho tuamke tuanze mm. kufanya kazi mm. ili mwisho wa msimu mm. wote tuwe na furaha. Chama huyo mm. kauli yake ya kwanza baada ya kurejea Msimbazi, anaingia katika rekodi mm. ya wachezaji waliocheza Yanga na Simba, anaingia katika lile kundi la kina Amri Kiemba, mm. Athmani Dichuji, eh, kina Mohamed Husseni, Mm. E, nani mwingine? Okwi, Jonas Mkude, Jonas Mkude, Juma Kaseja mm. yes. Na ni, ni bahati kwa namna ambavyo Clatous chota chama Ali, aliondoka Simba na ulikuwa ukimwangalia usoni wakati yupo Yanga, ni kama mtu aliyekuwa na majuto ya maamuzi aliyoyafanya kwenda klabu ya Yanga. Ni kweli hilo jambo, yes. alikuwa na alikuwa na majuto, alikuwa na majuto na kandarasi kasaini yeye mwenyewe, na na kanda una unaweza ukasaini. Majuto anakuja wapi? Majuto anakuja ila, yanga ni klabu kubwa na namna ambavyo walikubaliana mpaka anachezea klabu ya yanga. Chama ameondoka Simba ni kama kipindi ambacho Thierry Henry anaondoka Arsenal anakwenda hmm, Barcelona. Alikuwa mchezaji anayetegemewa katika katika klabu na alikuwa akikosea, mashabiki wa Arsenal walikuwa wanamsema kwamba sasa hivi hutusaidii kiasi hicho ndivyo ambavyo ilikuwa kwa, kwa Chama, lakini baadaye ikaja ikaingia siasa kwamba Chama ameshuka kiwango, anatakiwa kuondoka. Chama akaondoka kwaenda Yanga na asingebaki milele angesingebaki milele mm. Sasa kwa nini nimezungumza haya? Kuna mambo mawili Alex Ruambano mm. yalinipata ya, ya, ya, ya Fakuri, niliamini nili Chama anaweza akarudi Simba siku yoyote, lakini kurudi kwa Chama Simba kuna nifanya ni, ni, ni, ni, wa, ni, ni tume salamu kwa wachezaji wasiingie katika siasa na mbwembwe mbwe za wasemaji ama vilabu kutambulisha wachezaji, ikawaingia ile ikatengeneza uadui, kwa sababu klabu ni taasisi na mchezaji ni mfanyakazi. Kuna kuhitajiana mm. na kuna kuondoka vizuri. Unaweza ukaondoka kama mchezaji siku moja ukarudi kama kocha. Mm. unaweza ukaondoka kama mchezaji siku nyingine ukarudi kama mtumishi mwingine yoyote, si ndivyo? Na ndio mm. maana unaona, wenzetu dunia ya kwanza huwa wana wachezaji wale unawakuta katika wakurugenzi wa ufundi, sijui kina nani kina nani kina nani, kwa sababu walifanikiwa kuondoka vizuri. Lakini upande wa taasisi, upande wa vilabu, sasa wakati mchezaji anaondoka, mmeshindwa me, kutofa mmeshindwa kukubaliana katika maslahi basi aganeni vizuri. Leo hii Simba wanalazimika kumeza baadhi ya maneno, kauli ngumu, kauli ngumu waliowahi kuzitoa wakati Kuchari, Chama anaondoka wakati Mkude anaondoka wakati Shabalala anaondoka Simba kwa maana viongozi, viongozi, au viongozi au mashabiki, mashabiki. Eh, kwa sababu kwa, kwa, kwa, kwa eneo la uongozi tuna picha ya uongozi ambaye anakuja kusemea klabu mm. anayobeba mamlaka hayo Mm. Kauli zake sasa hivi zimekuwa zinazunguka kwa namna alivyokuwa anazungumza kwamba mm. klabu imefanya upembuzi akinifu kwamba mm. Chama hawezi kutusaidia kwa sasa. Leo hii unalazimika kuzungumza uone kwa wakati ule alikuwa yalikuwa maneno sahihi kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wa klabu <laughs> klabu. Hapana kutuliza wanachama, hatutakiwi kutulizana kwa uongo <laughs> hatutakiwi kutulizana, unajua, unajua <laughs> <laughs> mm, mahusiano kuna, kuna kitu ambacho eh, biko mm wachezaji pia wanatakiwa wakiangalie. mm. Hivi <laughs> vilabu vina siasa zao yes. Kuna siasa za kubomoana mm. na kuna siasa za kudogoshana mm. unaelewa eh? mm. kuna siasa zingine za kwa sababu wakati mwingine adui yako kumwombea njaa mm. unaweza, klabu ikajifanya inakutaka wewe, Edgar Kibwana mm. lakini haikutaki, kwa mahitaji yao wanataka kuibomoa klabu yao sasa, yes. Na wewe bila kufanya upembuzi wa kujitambua wanakuja kukuchukua, alafu wanakudamp, unaingia kwenye mtego, unaingia kwenye mtego wao unakuwa mm. We unahisi kwamba wale wanakuhitaji kwa mahitaji kama ya timu mm. Kumbe wao wanataka kumbomoa mpinzani wao ili mm. jambo kwanza, sasa hivi wachezaji waliangalie sana, kuna sajili za yes. kubomoana, sio kwamba klabu ina dhamira kabisa, mimi namtaka no. Wale yule pale, si ndio muhimili mm. tum, tumchukue ili tuwavuruge, tuwavurugike, wasistabilize, tuwabomoe ilitokea hiyo kwa Juma Kaseja kama unakumbuka, alienda Yanga halafu hey, akawa hapati ule, ule muda wa kucheza kama alivyokuwa anacheza, anacheza Simba na hmm, baada ya hapo ndio ikawa imeingia hata huyu Chama amepata muda hey, wa kucheza na, na kuanzia pale Juma Kaseja hakuwahi kurudi tena kwenye ile ile kwenye kwenye kwenye piki mpaka ana, ana, ana, ana, anaenda hmm, vilabu hivi vya, vya, hmm, vya kawaida akuwahi kurudi tena na wasiwasi wasi sana na, na Chama pia e, kwa sababu beoche? ameleta hisia, ameleta mseto kurejea kwake. Je, mm -hmm. ni kwamba Simba kama management na viongozi wao wamekwama kutengeneza projekti mpya mpaka kurudi tena kwa Clatous Chama au uongozi au, au, umeshindwa kuhusiana vizuri na wachezaji kiasi kwamba Ku, ku, kutengeneza timu yao ukiangalia lakini, lakini usitazame upande mmoja wa viongozi tazame hata chama mwenyewe inawezekana chama mwenyewe kaomba hmm. jua bwana mi jamani yale yaliyopita si ndwele tugange yajayo najua kulikuwa kuna mambo kadha wakadha anawaomba viongozi anamuomba mwalimu baka tusameheane eh. sasa anawaomba aliofanya nao kazi mwalimu hajafanya kufanya naye kazi hmm. Anaomba katika hilo mwalimu Bake anambia bwana, mchezaji huyu hapa e, na namambia kabisa, leo anacheza mechi, kamwangalia atakufaa. Sikacheza mechi Baka yuko Tanzania, inawezekana mm. mm. kaambia bwana, kuna huyu hapa anaomba kurudi, mtazame atakufaa. Sikute pengine kuna mechi mbili tatu hizi, kamwangalia, kasema anaweza katusaidia kwa e, mipango ya muda mfupi lakini kwa muda mrefu Chama hawezi kuwasaidia Simba. Mimi ningekuwa klabu ya Simba eh, sehemu ya uongozi, we ndo ungekuwa mangungu oh, ningekuwa sehemu ya uongozi <laughs> Clatous chota Chama eh, asingevaa jezi ya Simba tena kwa mustakabali na hadhi na heshima ya klabu e bana. Mada kutuleo yetu leo, mi niko tofauti kwa nini? Mm. kurejea kwa mchezaji kama alishawai kucheza katika klabu husika sio jambo, sio jambo baya mm-hmm. mm. Eh, mba, uh, issue inakuja kwamba ushirikishwaji wa benchi la ufundi na ndio maana nimeuliza. E, eh, ndio maana nikasema inawezekana Chama yeah. hacheza hapa hapa inawezekana kaambia bwana kijana ana anaomba kurudi, hebu eh. mtazame hizi mechi mbili zote atatusaidia, kwa sababu eh, wapo wachezaji, yani sio story kwa mchezaji mm. aliondoka akarudi, sio story ayo, maisha yapo, maisha yao yapo duniani kote. Cha, chama amekuja amekuja Tanzania mwaka gani? ana ah, zaidi ya miaka 8 2018 na eh. Chama ndio yeah, amekuja ya. Ya miaka 8 mm. si ndivyo mm? ndani ya miaka nane klabu ya Simba imeshindwa kutengeneza mbadala ama anayemkaribia Clatous Chota Chama. Lengo ni kumtengeneza mtu anayekaribia uh, Chama uh, au kuifanya timu kush ikaendelea kushindana kushindana bila wachezaji ambao wanawasajili, eh hey, au wachezaji wanawasajili ndani ya miaka nane? Mimi nimekwambia, je, Biko eh hey. Yani jaribu kutafuta, usitazame sababu moja, jaribu mtatopana mm. Nimekupa sababu tofauti tofauti, msitazame Simba kama wamemtaka, inawezekana Chama kaomba Yaani Chama akiomba Simba namtumia. Yani mimi mwenye matumizi, mtu anapoomba. mm. Mwalimu huyu alikuwa mchezaji wetu mm -hmm. anaomba kurudi mm. kuna mechi mbili anacheza, hebu mfuatilie, atakufaa mm -hmm. sijui mnanielewa mm -hmm. Mwalimu anamwangalia huyu, atanifaa umeelewa? mm -hmm. Basi si tunamleta kwa sababu kwenye kwenye, alafu na kitu kimoja kwenye, kwenye maisha ya, ya michezo wenyewe wanakwambia kuna hiyo principle, ukikaa nayo hiyo mm. Utaishi vizuri. Usipokaa nayo mm, kwenye yani maisha ya kimichezo unaweza ukawa chuki mpaka unakufa. Wanakwambia kwenye, kwenye michezo hakuna adui wa kudumu mm. Na kwenye michezo pia hakuna rafiki wa kudumu mm. Inategemea nyakati na mahitaji kwamba sasa hivi Simba inamhitaji Chama kuliko a, a, weo, sasa, Chama inawezekana na inahitaji Simba kwani lazima Simba imhitaji Chama <laughs> a, sasa Simba sasa inamtumia, yani project ya Chama ni nini, Rwambano? eh project ya Chama ni nini? sim, Simba sasa hivi na, eh? na, na, na ukizungumzia mradi eh Rwambano eh. ameweka eh. <laughs> vizuri <laughs> inawezekana, kuna yani ipo mradi wa muda mfupi, mkakati wa muda mfupi, timu wa muda mrefu, mimi sijakata. Wao wanaona Chama kwa mkakati wa muda mfupi, ili kustabilize kati wa Simba, wamemrejesha Chama. Kaondoka Simba muda gani? msimu mmoja, mmoja uliopita, msimu mmoja uliopita kacheza nusu msimu si mm? mm. ndivyo mm. kwa hiyo hiyo stadi ya, ku, ya kumrudisha Chama au ya, ya Chama kuomba ndani ya msimu mmoja, ina maana Simba alishindwa kupona, Simba alishindwa kupata mbadala, au wewe unataka kabisa okay. yaani mimi issue yangu anachofanya Chama okay. ya okay. yani yani leo mm. okay, alishakifanya, anafanya biashara Okay, alisha kwenda alisha kwenda huko akarudi akaenda huko akarudi. Mm. Umeelewa? sio kitu kipya hapo, sio kitu kipya kwetu. Lakini watu yani, lazima mtazame pande zote. Mimi unajua watu wengi wanatazama kama Simba ndio imemfuata Chama, bwana rudi sio na nini, ndio na Simba ndio na matumizi naye. Sasa bwana nikwambie, kwani hakuna wachezaji wanaoomba usajili? ah ah, Simba kadio na matumizi na wewe. Lakini yani ukija kwenye timu yangu rambano, ndio maana nimekuambiaje, inawezekana Chama kaomba Mm -hmm. Sawa na viongozi wakasema, jamani, yule kijana wetu tumefanya naye kazi hey. Tuna chuki naye uh -huh. Ebu <coughs> mwalimu yupo mm. Si anacheza ligi amtazame mm. Mechi sawa, kama mwalimu atamfaa arudi, si ameomba mwenyewe, si umenielewa mm -hmm. Mwalimu anapewa jukumu hilo. Yu. Bwana mwalimu, unataka mchezaji wa aina fulani kuna mm. Huyu anaomba na tushai kufanya naye kazi mm. Umeona na mm. pengine kaonyeshwa wakati anafanya kazi na Simba kwa, au siku tebeka mwenye anamjua, sababu anafundisha mpira Afrika mm. Simba imeshacheza huko South Africa, wapi inawezekana, anamjua kwa hiyo, anaweza vitu kama hivyo akaomba akarudi. Ambacho mimi nachotaka kusema Simba, Chama hakuwahi kuondoka Simba kwa sababu ya kushuka kiwango, hata jana niliongea mm. Chama aliondoka Simba kwa sababu ya mambo ya nje ya uwanja ambayo alisababishwa na wanasimba. So, s eh, mambo ya nje ya uwanja ambayo yalikuwa yanawafanya Simba kupata matokeo yanayowaumiza eh. Haiwezekani anacheza Simba anakuwa remote na maelekezo na klabu nyingine hivi eh. Ushahidi huo ulipo Simba, kila wakiingia waki, wakiingia kwenye mambo yao ya michakato yao kwenye mipango asi ya klabu wanamkuta mwamba yumo. Kwa hiyo mwisho wa siku tumuuze belkana ili tukate linki mauzo amerikani anataka kurudi ile kwa bwana la ume ujekebisha bwana yale mambo yako ah, mimi hey. Jamani, yale tena yalikuwa tu utoto, si nini? Akarudi alisema utoto, sijasema ndio nasema ni sana kwa mfano eh, mimi jamani, ile ilikuwa tu hivi hivi karudi mm. kapewa nafasi wakamkuta mm. tena yumo mm. <laughs> Wakaona ah ufika usaji bwana, nenda bwana huko yeah. Sasa, sasa mime, point, mimi ambacho point ndio ambacho toka jana mimi niliuliza mm. yale mambo amewaambia yataacha Ngoja nikukumbushe ambano, nikurudishe nyuma kidogo, kabla Chama hajaacha au ataendelea. Unakumbuka usajili na utambulisho wake, ameenda Waka, Yanga, ame, Yanga. Mm. Unakumbuka mm. Umekumbuka, umetazama usajili wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, utambulisho wake sasa hivi Simba, utofauti ni upi? picha ya kusainishwa Chama kwenda klabu ya Yanga ilikuwa sio picha rasmi Unajuaje? Nenda kaichunguze picha, picha, picha ipo upande, ni kama picha ilipigwa ya bahati mbaya, haikuwa picha rasmi. Mm. Ya kuja Simba ah, ya kuja Simba imepatikana picha rasmi ah, biko bwana, kwamba ule usajili wa kwanza ulikuwa umepangwa, ulikuwa wa siasa nyingi ambayo Chama aliziingia muda mrefu tu. Chama ataisaidia ya Simba, Simba. Eh. Yaani hilo ndo, yeah. Ndo point ya msingi eh. Anakwendaje kuisaidia Simba kiufundi mm -hmm. Kwa kuangalia aina wachezaji ambao Simba wamewasajili mm -hmm. Eneo ambalo Chama anacheza mm -hmm. Tunamjua ni mzuri akicheza nyuma mshambuliaji mm -hmm. Kama namba kumi yeah. Aina wachezaji ambao wapo na yeye yeah. Hey, ujio yeah. wake anaenda yeah. kuisaidia Simba. Yeah. Simba sio kusema hatocheza tena kwa sababu ya chuki na vitu vingine kwenye, kwenye pitch ataisaidia au hana uwezo huo sasa hivi kwenye pitch, bila shaka <laughs> <laughs> Yashaka nini? Anisaidia. Anaisaidia. Na kwa Simba, Simba iliyopo. Ili eh. Ataenda kuisaidia. Kwa hiyo wewe ilikuwa tu kwa sababu sababu zilomfanya aondoke, sio sababu zilomfanya asirudi. Kwa nini ulisema kama ungekuwa kiongozi kwa, kwa, kwa mustakabali e, hadhi na mwelekeo wa klabu ya Simba? Kwa hiyo wewe hicho unataka kusema? Mm. Kinauuyana kina, kina, kina na hii mada ya leo mm -hmm. Kwa namna gani biashara ya wachezaji kwenye madirisha ya usajili inaweza kukuza au kushusha brand ya klabu si ya kibiashara eh? Sahihi kabisa. unajua, unajua, unajua kwa mfano kwa nyakati hizi Simba hapo kwenye transition, kipindi cha mpito ni kipindi ambacho kinaweza kukupa majawabu mawili kwa wakati mmoja. Inawezekana mm. Okay. mipango yenu ikafanikiwa, mkatoka kwenye kipindi cha mpito mm -hmm. Au isifanikiwe mkapotea kabisa mm. Mm. Na hata usajili wa Chama mm. inawezekana lengo la viongozi pia mm. ni tutulize tulize, tutulize upepo wa ile ambayo inaendelea, mm. kwa sababu sio wote ambao wanakubali kurudi kwa Chama, sio wote wanakubali kurudi kwa Chama. Wapo ambao waliamini kwamba huyu muda wake ushaisha, aende sehemu nyingine, wakati sisi tunamhitaji, katusaliti. mm. Bwana huyu hataki kurudi, wapo wanaamini hivyo mmoja wapo ukiwa wewe Biko, nakiona as long as timu inapitia kipindi cha mpito mm. wanajaribu kila silaha mm. nyakati zizopo, presha ipo ndani ya uwanja. Kwa hiyo kama wameona Chama ni silaha inaturudisha sisi sasa kumwangalia Chama, mm. Anaendaje kuisaidia Simba katika wakati huu ambapo timu inahitaji mm. matokeo ya ushindi hasa, na tukumbuke wanakwenda katika mechi, experience. Eh. Eh, mechi experience. Kuna bado wakitoka hapo kuna mechi ya marudiano, ligi yenyewe pia hawajaanza vizuri, kwa unaelewa viongozi wa Simba, na unakuja sasa kumtazama mchezaji ambao wamemleta, nabakia kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wanaijua ligi ya wa Tanzania. Sina shaka ni mpango wa muda mfupi ambao tunaamini unaweza ukastabilize timu yao ndani ya uwanja kwa namna ambavyo tunamfahamu kama tusichota Chama. Na hii kurejea kwa Chama, kabla tujaenda kwenye moja kwa moja kwenye mada, inatokana na timu zetu kutokuwa na projects za muda mrefu, kwa sababu kwa misimu, kwa misimu nane aliyokuwepo Chama Tanzania kafundishwa na zaidi ya walimu kumi. Maana yangu kwamba tungekuwa na klabu inaweza kukaa na mwalimu miaka mitatu, miaka mitano unakuwa unaona picha ya muda mrefu.